Uongo ni katika madhambi makubwa, bali Mtume salama amekataza kuwadanganya mpaka watoto. Yule mama aliyekuwa mbele ya Mtume ia sallam akamwambia mwanawe, taala u'tika kadha. Mtume a sallama akamuuliza ulikuwa nataka kumpa nini? Qala tamra, kwa nataka kumpa tende. Qala wallahi, lau lam tu'tihi tamra lakutibat alayki kadhiba usingempa hiyo tende, umwambia njoo, takupa hii, ungeandikiwa kosa la kusema uongo. Sasa huyu mtoto mdogo. Sisi mara ngapi watoto, njoo nikupe kumbe watakaaje, tu mshike, si ndio? Wamfundisha nini yule mtoto, wamfundisha nini mtoto. mtoto. Sisi waongo, mpaka katika kuwanyonyesha watoto pia, apewa kipira utafikiri kina maziwa, kumbe kipira upepo tu. Kila kipira kile uongo, mpaka wakiita kule hadhara moto ile kadhabi, ani takdhib ala alwalad, mpaka katika kumnyonyesha mtoto pia tumdanganya pia. Yani, apewa kile kipira kile cha uongo mtoto anakuwa no na domo linafunguka hivi kwa ajili ya kunyonya sana, ili yeye maskini anawanyonya, hakuna maziwa kuna chochote ni plastiki tu amekiwa mdomoni hivi ili adanganye yadangan. Yani kutoka mtoto mdogo afundishwe. Kwani wewe upungukiwa nini? Wewe mzazi ukimpa maziwa ule mtoto anwe anu anultamdanganya na hii alafu atanyamaza. Oh, kumbe wajua muongo eh? Waongo mpaka katika vile mnavyowalea watoto wenu. Waongo na mtoto uwaja tu wataka nini, chokleti? Ah, baadaye babako atakuletea huyo. Baba habari ana maskii Akija baba, baba mmeambia utaniletea chokleti. Nani nkwambia? Mimi sijasema. Kwa hivyo yule mama nkuwa muongo, na ndio anavukulia yule mtoto wako atakuwa muongo mkubwa wa kimataifa kimataifa. Wallahi, sisi tunaona wa mambo madogo, tahsabunahu hayinan wa huwa inda Llahi adhim, siona ni kitu kidogo, mbele ya Allah ni kitu kikubwa mno, waandikiwa uongo. Mtoto mdogo ukimdanganya, sasa yeye njoo njoo dadi tapaende kumbe mna chochote experimenti kikoto cha mgoja kimefichwa pale nyuma. Akifika, kwa nini ulikwenda mahali fulani? Wachapa ah, njo hapa nkutandike, kuja hapa mimi leo nakutandika. Kwa nini umfanye, kwa nini jambo fulani mwache? Akikwenda takwambia aende wapi? Takushinda wewe kwa akili, lakini njoo, siogope njo, yoona amani idha wasala al asa ala rasi

Almuhim, almuhim tukizungumzia kuhusu ule muozo tulionao sisi, wallahi yatosheleza hii mifano mtu, ikiwa iwataka kheri, basi abadiliki.